lezo wa demokrasia nchi yetu hii, sio tu sisi wa Tanzania tunaipenda nchi yetu hii, inapendwa nchi yetu hii, inaogopwa nchi yetu hii, inaonewa wivu na watu wengi. Uh, spika wa bunge kila anapoanzisha bunge anasema Mwenyezi Mungu, tunaiombea jamhuri yetu hii, uishike mkono wako dhidi ya watu wanaoionea gele wanaoionea wivu, wanaoionea husda nchi hii. Vijana wana jukumu la moja kwa moja kuitunza kama yai, kuishika amani ya nchi hii kama yai, mifumo endelevu ambayo imekuwepo, mifumo ya amani yetu, mifumo ya uongozi wetu, mifumo ya ushiriki katika shughuli za utawala na uongozi, na kikubwa katika vile chini ya katiba yetu inakuja swala la watu kupiga kura. Inakuja swala la umuhimu wa vijana, sio tu kutambua lakini kuongoza hilo jukumu, utayari wa kijana moja moja katika, na ndio maana tukazungumza na baadhi ya vijana. Wako hapa wa Kilimanjaro, kuna vijana wengi kutoka kanda ya Ziwa, wengine wametoka katikati ya Tanzania, wengine wametoka Dar es Salaam, wengine wametoka Morogoro, ili mradi tu wako hapa kuwa kama sehemu ya mjadala huu. Kwa nilikuwa naomba pia wito wa vijana uwe wengi. Kitu cha tatu, nilikuwa naomba kwa kila kijana ambaye ana elimu ya kupiga kura aende akatoe elimu kwa vijana wengine ambao hawana elimu hiyo. Kuna vijana wako mtaani hawana elimu kabisa kuhusu ukura. Nilikuwa naomba vijana tuliokusanyika mahali hapa, najua wote tuna elimu ya kupiga kura, tuungane kwa pamoja kutoa elimu mbalimbali mbali, kuhusu kupiga kura, kuhusu lugha nzuri kuhusu kura tuwashirikishe watu kutumia lugha nzuri tu, watu wasitumie lugha za matusi ili kuendelea kuilinda amani, hiyo siku ya Oktoba tarehe ishirini na tisa. Kwa hiyo kama vijana tulio kusanyika maeneo haya, najua kila mtu ana elimu kuhusu kura, tuwaambie vijana wenzetu kuhusu kutumia lugha nzuri, wasitumie lugha chafu na pia Aa, viongozi wetu wameilinda kwa siku nyingi sana na miaka mingi, tunaweza tukaivunja ndani ya siku moja, lakini kuijenga ni gharama na itachukua muda mwingi sana. Maisha ya watoto wetu, wadogo zetu, wazee wetu na familia zetu yako mikononi mwa vijana. Ni waasa vijana, tuiweke Tanzania moyoni, mabegani bila kuchoka. Naombeni sana Oktoba tujitokeze, tuende tukapige kura, vijana wenzangu. Isigani, najua haki na wajibu wangu katika taifa langu. Pia mimi kama msichana naongeza mabadiliko chanya katika taifa langu, kwa sababu kura yangu mmoja inaweza ikafanya mabadiliko makubwa. Inahitaji mabadiliko katika elimu inahitaji mabadiliko katika miundombinu, sio kwa kuandamana wala sio kwa kupiga kelele. Hiyo ni pointi yangu ya kwanza, na pointi yangu ya pili ni kwamba uchaguzi, kwanza tukikumbuka, umeleta mabadiliko mbalimbali katika masuala ya elimu. Huko ndiko tulikopata viongozi kupitia uchaguzi, wakaenda kubadilisha madarasa, wakaenda kutengeneza shule mbalimbali, wakaleta hospitali, wakasaidia. Tumepata madaraja ambayo yanasaidia biashara kufanyika, kwa hiyo tunapata maendeleo mbalimbali kupitia uchaguzi uliopita. Na la mwisho nimalize tu kwa kusema kwamba amani ndio kila kitu. Sasa so, so, tukilinda amani, italeta maendeleo mbalimbali ambayo sisi tunataka. Hatutopata maendeleo kwa kuleta vurugu, kwa kuleta vita. Ndio maana mpaka leo nchi ambazo zinafanya vita hazina hayo maendeleo tunayotaka. Mfano tu nchi yetu ya Kongo. Yaani naongea kwa uchungu sababu ni Waafrika wenzetu. Wale ni watu tajiri sana katika ardhi yao, lakini hawana maendeleo unaonekana kama nchi maskini kwa sababu ina vita, haina utulivu wowote.